Mtazamaji anaposikia anwani za makazi na postikodi, ni nini maana yake? Asante ndugu mtangazaji, anwani za makazi ni mfumo au miundo mbinu ambayo inatambulisha kitu au ofisi au nyumba mahali ilipo na mfumo huu wa anwani za makazi kwa kwetu Tanzania ni mfumo wa anwani za makazi pamoja na postcode ambao mfumo huu uh, unahusika kutambulisha, ili mfumo uweze kukamilika, unahusika kutambulisha jina la mtaa, namba ya nyumba. Tunaposema mtaa hapa hatumaanishi ule mtaa wa kijiografia hmm, tunamaanisha mtaa kama barabara kwa hiyo jina la mtaa au jina la barabara. Kwa hiyo tukitaka kutafundisha, kwa mfano kama Harriet, Harriet Shija tunaanza na jina lako alafu tunafuata na namba ya nyumba unayoishi pamoja na jina la ule mtaa unavyoishi, ili ikamilike atakiwa uwe na postcode, ambayo postcode hii ni tarakimu maalum ambazo zinatambulisha vilevile lile eneo ambalo unaishi au pale ambapo kitu kipo kama ofisi.